Waraka wa Tatu Yohana. Mzee kwa Gayo, mpenzi nimpendaye katika kweli. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Maana nalifurahi mno alipokuja ndugu na kuishuhudia kweli yako kama uendavyo katika kweli. Sina furaha iliyokuu kuliko hii, kusikia ya kwamba watoto wangu wanakwenda katika kweli. Mpenzi, kazi ile ni ya uaminifu watendeayo hao ndugu na hao wageni, nao waliokushuhudia upendo wako mbele ya kanisa. Utafanya vizuri ukiwasafirisha kama ipasavyo kwa Mungu. Kwa maana kwa ajili ya jina hilo walitoka, wasipokee kitu kwa mataifa. Basi imetupasa sisi kuwakaribisha watu kama hao, ili tuwe watenda kazi pamoja na kweli. Na liliandikia kanisa neno lakini Diotrefe apendaye kuwa wa kwanza kati yao hatukubali. Kwa hiyo nikija, nitayakumbuka matendo yake atendayo, atoavyo upuzi juu yetu kwa maneno maovu, wala hatoshwi na hayo, ila yeye mwenyewe hawakaribishi hao ndugu, na wale watakao kuwakaribisha huwazuia na kuwatoa katika kanisa. Mpenzi, usiwige ubaya, bali uige wema. Yeye atendaye mema ni wa Mungu, bali yeye atendaye mabaya hakumwona Mungu. Demetrio ameshuhudiwa na watu wote tena na ile kweli yenyewe. Nasi pia twashuhudia, nawe wajua ya kwamba ushuhuda wetu ni kweli. Nalikuwa na mambo mengi ya kukuandikia, lakini sipendi kukuandikia kwa wino na kalamu. Lakini nataraji kukuona karibu, nasi tutasema uso kwa uso. Amani kwako. Rafiki zetu wa kusalimu. Wasalimu hao rafiki zetu kila mtu kwa jina lake.